Tunahitaji nini tena? Kama sauti tumeiona, mchezaji anarubuniwa, kiongozi wa Tabora tumempigia, nakiri ni sauti ya golikipa wao. Hata wao wa sauti wanayo nao, wametumiwa na, na golikipa huyo huyo wa kwao. Maana yake ni wazi, ni golikipa alikuwa anashawishiwa. TAKUKURU, mnataka nini tena? Tuwasaidie ili muweze kukamata watu? Uh, ushahidi wa kwanza unaitwa ushahidi wa kukiri. Mhm. Mm. Mimi Abisai Steven Junior ndiye ambaye nilimpigia simu kipa wa Tabora Jean Noel Manome na alikuwa anamwambia hivi na hivi na hivi. Huo ni ushahidi wa kukiri ambao huo unatumika, mtu akikana kwamba bana ile sauti sio ya kwangu, ndio tunakuja kuangalia ushahidi wa mambo mengineyo hiyo, ambayo tunamuonyesha kwamba bana huyu ni wewe, tunaona hata hiki tunaona hiki na hiki mm-hmm. Sasa viki match ndio pale tunasema una prove beyond reasonable doubt, yani unathibitisha bila chembe ya mashaka yoyote kwa mtu yoyote kwamba fulani anatia. Kwa hiyo ni issue ya ushahidi ambao unatakiwa uwe smart, kama hii ya kukiri, kikataliwa, ndo tunaenda kwenye bwana, sauti vipi ya kwako? na namba hii hapa ulimpigia, tumeenda kuangalia ni jina lako Jonas Emmanuel Maziku, unakataa vipi? Ah bwana, mimi muda huo nilikuwa nimekabwa, yeah. sikuwa na hiyo simu yangu, alikuwa nayo mtu usemjua, kwa hiyo kama hiyo imetokea mimi sijui. mm. Unaona, kwa hiyo baadaye unaweza kasangaa, sauti ipo lakini sasa mhusika anakana, kwa hiyo hivi vitu E, mimi peke yangu siwezi kudhibitisha ku, ku, ku, na kuona ni ushahidi wa kutosha, japo kwa sikio nimesikia ni, ni mazungumzo ya jina la mtu asijulikana akizungumza na sauti ambayo Kristina Mogara afisa habari wa Tabora ametudhibitishia ni golikipa wao mm, na amethibitisha golikipa wao ndiye ambaye amewapa hiyo -hmm. sauti baada ya kuzungumza na mtu ambaye sisi hatujamfahamu ni nani ambaye anazungumza kuelekea mechi leo dhidi ya, ya Yanga, kwa hiyo tuachie mamlaka wafanye mambo yao kitaalamu, then watu waje na majibu ya kuturidhisha. Lakini kitu ambacho nitashangaa hmm, kitu ambacho utashangaa, utashangaa kama TAKUKURU haituchukua hatua kwenye haya matukio, kwa sababu kwa sasa e, hili ni tukio la, la, la, la tatu. Tukio la kwanza ni mkuu wa mkoa mwakilishi wa rais Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha, jana kupitia hapa hapa makao makuu ya michezo alituthibitishia kuna baadhi ya wachezaji wa Tabora wametumia message walegeze mm. kwenye mechi ya Yanga, alafu watalipwa baada ya mechi. Yeye amesema na message kaziona yeye. Ni lidi ya kwanza. Lidi ya pili ni sauti ambayo imesikika Kristina. Pia amethibitisha hapa kwamba watu wamewamtishia Dida ambaye ni mtu wao. Ulizungumza jana kuhusiana na kocha wao ambaye pia kwenye benchi la ufundi la Tabora, e, amemtishia maisha kuhusiana na matokeo ya mechi. Tatu, ni sauti ya golikipa kuzungumza na mtu ambaye hatumjui. Hakuna kesi ambayo inaweza kuanza bila hivi vitu hmm. Hivi vitu tayari vipo, tunasemaga hatuna vitu vya kuanzia, sio? Nadhani TAKUKURU abadilisha namna ya ufanyaji kazi sasa. Isiwe mpaka Jonas Maziku naenda pale naanza kufungua kesi mimi, Jonas Maziku natuma sauti hii ni ya Tabora, natuma sauti hii ni ya fulani, naomba nimfuatilie ndio kesi ianze. Nadhani tukisubiri hivi kuna vitu vifuatavyo, tunaweza kushindwa kukamata kesi za rushwa, kwa sababu Jonas Maziku anaweza akahofia usalama wake. Mimi nikienda TAKUKURU nikijulikana ni Abisai ndio nafungua hii kesi dhidi ya timu fulani, what if ile timu watu wake wakinifuata, wachache wakaanza kunidhuru wakanitishia, hii ni kitu kingine. Lakini kama wanaingia watu wa TAKUKURU waki ambao wako well trained naona usalama zaidi. Hapa ndo sehemu pa kuanzia. Kama ikikaa kimya kwangu, nitaona Tabora nao alishiriki kupanga matokeo na nitaona sehemu za uchunguzi hawajibiki ipasavyo.